Vikundi vya kina mama huko Tana Riva vimenufaika na msaada wa shilingi milioni moja kutoka shirika la Islamic Relief. Msaada huo unalenga kuwawezesha wanawake kiuchumi kupitia miradi mbalimbali, ili kupunguza kutegemea na kuwafanya kunyanyaswa kijinsia. kiana na Islamic Relief. Uh, tumeweza kupeana milioni moja na 843 kwa vikundi tano ambayo kila kikundi kimepata cheki ya shilingi laki tatu sitini na nane na mia sita. Pesa hizi tumewapatia ili kuweza kuwawezesha wamama katika biashara zao. Ni kati ya mipango ya serikali na wizara hii ya jinsia eh, kupitia sheria zetu ya kwamba, eh, tuweze kuempower wamama pesa ambayo tumefa, tumepewa na Islamic Relief tutaenda kujiendeleza kununua mbegu maana sisi ni wakulima wapojo tunanunua mbegu tunanunua dawa ambazo tunaweza kupiga wale wadudu wasiingie kwa wapojo alafu tuko na mbuzi tutaenda kujenga nyumba ya mbuzi mahali pamoja tuwakusanye ili tuwaweke mahali pamoja kwa sababu siku zile tulikuwa kila mtu alikuwa anakaa na yeye nyumbani.